Mwenyekiti Bwana kubariki sana kwa ukaribisho huo na kutufungulia kipindi chetu kwa ombi. Ah, Bwana Masunga ubarikiwe kwa huduma ya nyimbo, na mbarikiwe nyote ambao umekwisha kuingia katika kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Ninamtukuza Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uh, pasta Kamanzi ambaye ametuongoza katika juma lililopita na tukiangalia mada kuu iliyokuwa ikizungumzia mashariki. Binafsi nilibarikiwa sana, na kwa kweli nimehudhuria vya kutosha, sipokuwa ilikuwa ikifika nyakati za vipindi vya maombi ya mwisho ninakutwa na mimi nimeingia katika kipindi kingine huko nilikokuwa nikiendesha siku kumi za maombi. Kwa hiyo Pasta Kamanzi, Mungu ambariki sana na ninamshukuru mwenyezi Mungu ambaye ametusafirisha katika safari ya siku kumi za kufunga na kuomba, na tukitazama mada kuu ya kufunguliwa, na ninaamini kwamba kwa, kwa neema ya Mungu sote tumefunguliwa, tumepokea roho Mtakatifu na tuko tayari kufanya kazi ile ambayo Mungu alikusudia. Juma hili kwa neema ya mwenyezi Mungu tutakuwa pamoja na tutakuwa tukiangalia mada kuu inayosema kuirudisha thamani iliyopotea, kuirudisha thamani iliyopotea. Hiyo ndiyo mada kuu ambayo tutakuwa tukizungumzia katika juma hili, na tutakuwa tukiangalia fungu moja katika maandiko matakatifu, wa Korintho ya kwanza sura ya sita na ule mstari wa kumi na tisa. Ndilo fungu letu kuu litakalo safiri nalo kwa juma hili, kuirudisha thamani iliyopotea, na fungu letu kuu ni Wakorintho wa kwanza sura ya sita na ule mstari wa kumi na tisa. Hebu niwaalike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, naye keti mbinguni, juma hili tena tumeianza safari ya kujifunza, ili tutazame thamani iliyopotea ambayo tunatamani ikarudishwe, na anayeweza kuirudisha ni wewe mwenyewe na sasa tutakapokuwa tukijifunza neno hili na kila mmoja akiigundua thamani hiyo iliyopotea, tafadhali ikarudishwe kwa njia Roho yako Mtakatifu, na tukarudishwe katika njia ile uliyokusudia tuiishi na jinsi ulivyotuumba tukiwa na thamani, tukarudi katika mstari huo. Njoo tufundishe kwa njia Roho yako Mtakatifu, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya sita na ule mstari wa kumi na tisa maandiko matakatifu yanasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Sikiliza, msikiliza msikilizaji, nirudie tena fungu hili na wewe ulisikiliza vizuri kabisa. Au hamjui ya kuwa mwili wenu mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu wala ninyi si mali yenu. Kwa hiyo utagundua mada yetu kwa juma hili itakuwa ikishughulika na mwili wa mwanadamu makusudi ya Mungu kutupatia mwili. Nadhani mnaelewa kwamba kuna viumbe vingi ambavyo Mungu aliumba lakini katika viumbe hivyo ambavyo vina utambuzi na uelewa na utashi kama mwanadamu, ni mwanadamu tu aliyepewa mwili. Tunao maraika waliumbwa, tunavyo viumbe vingine vilivyoumbwa vya mbinguni, lakini havina mwili kabisa, vina roho spiriti, havina mwili kwamba vinaweza vikaonekana, vikaguswa, ukavishika. Havina muda wa kuoga kama tunavyooga sisi, havina muda wa kula chakula cha mwili kama tunachokula sisi, maana havina mwili. Sasa kwa nini Mungu alikupatia mwili? Kwa nini asinge kuumba tu ukawa roho a spiriti, upepo? Kwa nini akupatie mwili? ndicho ambacho tutakwenda kushughulika nacho kwa juma hili, kwamba Mungu anapomuumba mwanadamu akampatia mwili alilenga nini, na mwanadamu huyo anatumiaje mwili huo? Ndiyo maana katika Wakorintho Paulo anaandika, anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu, mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa usiwahi kusema ni hekalu lile la Sulemani, ni hekalu lile la katika katika jan jangwa walipokuwa kisafiri, no Sikiliza vizuri utanielewa hapa baadaye. Kinachozungumziwa mahali hapa ni, ni, ni, ni kitu fulani cha pekee mahali hapa. Sasa ninaomba tu nikukumbushe kwamba Paulo anapoandika kwamba hamjui mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, alikuwa akishughulika na dhambi kubwa tatu ambazo zilikuwa zinawatesa wa Korintho ambazo zilibeba wananchi wa Korintho, wakazi wa Korintho na zikalifunga na kanisa, washiriki na waumini wa Korintho, na wao wakafungwa katika hizo dhambi. Kwa hiyo Paulo anashughulika na dhambi tatu. Dhambi ya kwanza ambayo Paulo aliyokuwa anashughulika nayo ni dhambi ya ibada ya sanamu. Watu walitumia miili yao katika ibada ya sanamu walivika miili yao hirizi za kutosha, walichanja chanja chale katika miili yao, walifukizwa madawa katika miili yao. Kwa hiyo Paulo anapambana, anasema mbona miili hii mnaitesa kiasi hiki? Kwa nini mnaiharibu kiasi hiki? Mmesahau kwamba miili hii ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu, tembea na hilo neno hekalu. Dhambi ya pili ambayo Paulo anapambana nayo, anapambana na dhambi ya zinaa na uasherati. Katika katika eneo la Korintho, dhambi ya zinaa na uasherati ilikuwa imefunga watu yaani ilikuwa ni kamji fulani ambako ukizungumzia habari ya zinaa na uasherati haionekani kama ni dhambi wala haionekani kama ni kitu cha ajabu. Watu walizini mchana kweupe, mume alichukua mke wa mwingine mchana kweupe wa. Kwa hiyo wanandoa walichukuliana wake zao bila kuona shida yoyote, na walikuja ibadani wala hakuna shida, waliimba bila wasiwasi, na walihubiri bila wasiwasi, na walitoa sadaka bila wasiwasi, na wakati wa toka kusini walienda mbali, wakazini mpaka ndani ya hekalu ndani ya hekalu tena. Ukisoma waandishi wanasema, zinaa ya Korintho ilienda mbali mpaka Paulo anawaambia zinaa inayofanyika hapa ni zinaa ambayo haikuwahi kutokea katika vizazi vyote. Sikiliza, watu walizini na watu wa nje, wakamaliza, wakazini mpaka na ndugu zao, walizini na baba zao, walizini na mama zao, walizini na kaka zao, walizini na dada zao, wakawamaliza, wakazini na wanyama walizini na wanyama. Baada ya hapo, walienda mbali, waandishi wanasema walizini na miti. Sasa unaweza washangaa walifanyaje, na hicho kitu kinaendelea hata leo. Karibu katika juma hilo, utaelewa wakati Paulo anapopambana na hizi dhambi tatu. Dhambi ya tatu ambayo Paulo alikuwa anapambana nayo mpaka akawaambia mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, alikuwa anapambana na dhambi ya ulafi na ulevi. Ulafi na ulevi. Sasa nisikie vizuri, tunaposema ulafi hii inahusisha habari ya chakula. Watu walikula bila kufuata mpango wa Mungu. Watu walikula wanavyotaka. Katika nchi ya Korintho kulikuwa na kitu kinaitwa fast food. Watu walipenda vyakula vya haraka, hawakuwa na muda. Korintho ilikuwa ni mji uliobize sana, kama mji wa Efeso, kwa watu walichukua vitu fast food. Walikuwa na sherehe ambazo ziliambatana na kula na kunywa usiku, watu walikesha wakila sasa ulevi ni kweli ulikuwa ni wapombe, ulikuwa ni wa madawa ya kulevya, lakini pia walilewa na vitu vingine vingi ambavyo katika juma hili tutaviangalia. Paulo alipokusanya yote hayo, ibada ya sanamu, uzinzi na uashirati, ulafi na ulevi, akawaambia, ndugu zangu, mbona miili yenu mnaichakaza kiasi hiki? mbona miili yenu mmeipotezea thamani kiasi hiki? Mnaimba lakini mnafahamiana mili yenu. Unamuona mtu amevaa, lakini hakuna cha siri ndani yake, mnajuana vizuri. Kwa nini mili yenu mnaifanyia hivyo? Angalieni mnavyolewa, angalieni mnavyomimina mapombe makali katika mili yenu, angalieni mnavyomimina madawa ya kulevya katika mili yenu. Ninazungumza habari za waumini na Paulo alikuwa wazungumzi na wapagani. Angalieni namna ambavyo mnachanja chare miili yenu, mnavyochonga nyuso zenu kwa ibada ya sanamu. Ndipo Paulo anasema, ninawakumbusha marafiki, thamani ya miili yenu ni kubwa sana. Sasa sikiliza, ah, katika Biblia kuna maneno mawili yanayomaanisha hekalu katika Biblia. Kuna maneno mawili ya Kiebrania yanayomaanisha hekalu na mimi nataka nikupitishe kwa hayo haraka haraka, uyatazame haya maneno halafu elewe Paulo alizungumzia hekalu gani. Neno la kwanza katika Biblia linalomaanisha hekalu ni neno linaloitwa hieroni. Hieroni ni H -I -E. Hieroni ni neno lililomaanisha hekalu kwa maana ya jengo, nyumba za ibada, na hili liwakilisha hata hekalu ambalo lilijengwa na Musa katika katika katika jangwa, kufata kwa kuangalia ramani ya mbinguni. Kwa hiyo ilikuwa ni ujumla kabisa, lile lile lile hekalu, jengo lote, na utayapata haya, haya maneno katika Biblia. Nimekupa mafungu machache uyaone, yanayomaanisha hieroni kuna fungu la Mathayo sura ishirini na moja mstari wa kumi na mbili. Yesu siku moja aliingia hekaruni, hieroni akakuta unafanya biashara, akawafukuza, akapindua meza, aliingia ndani ya hieroni hekalu kwa maana ya jengo. Lakini Luka sura ya pili mstari wa arobaini na sita kuna siku Yesu alisahauliwa na wazazi wake, wakamtafuta mwendo wa siku tatu, na wakaja wakamkuta ndani ya hekalu hieroni, wakamkuta ndani ya hieroni, ameketi katikati ya walimu hieroni, kwa maana ya hekalu jengo. Namba tatu. Matendo ya Mitume sura ya tatu mstari wa kwanza na kuendelea, Paulo na Sila na mnamo wa masaa tisa muda wa ibada, muda wa kusali, walikuwa wakikwea kuelekea hieroni hekaluni, wakati wa kusali. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mafungu machache yanayoelezea hieroni kwa maana ya hekalu jengo. Sasa Wakorintho wa Kwanza sita mstari wa kumi na tisa yeye anazungumzia hekalu gani? Neno la pili linalomaanisha hekaru katika Biblia linaitwa naosi. Naosi, samahani kidogo, ninawapeleka katika haya maneno ya Kigiriki. Sio kusumbua kuwa, kuwa, kuwa na kuwaonyesha Kigiriki, ninataka tu mwelewe. Paulo anaandika kitu sensitive sana, anasema neno la pili linalotumia katika Biblia ni naosi naosi ni neno gani? Haya maneno utayakuta katika kitabu cha Mateo sura ya ishirini na saba mstari wa hamsini na moja anasema pazia la hekalu likapasuka. Pazia la naosi, siyo hekalu tena, hieroni kwa maana ya jengo, no. Pazia la naosi. Tutaiangalia naosi ni nini, na hili neno utalikuta tena katika Ufunuo kumi na moja mstari wa kumi na tisa anasema, na, na, na, na mbingu nikatazama mbingu zimefunguliwa na naosi ikafunguka hekalu likafunguka. Waefeso sura ya pili mstari wa ishirini na moja anasema, jengo lote likaungamanishwa vema na kukua hata liwe na osi, hata liwe hekalu takatifu la Bwana. Na osi hekalu takatifu Wakorinto wa kwanza tatu mstari wa kumi na sita anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa na osi ya Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ndipo fungu letu la juma hili, naomba nikurejeshe hapo, msikilizaji wangu. Fungu letu la juma hili sasa, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sita kumi na tisa, utakutana na hili neno tena, naosi anasema hivi, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu ni naosi la Roho Mtakatifu ambapo Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Sasa naosi ni nini mchungaji? Naosi ni sehemu ya tatu ya hekalu. Hekalu la zamani, hekalu la Musa, hekalu lilokuwa limejengwa liligawanyika katika vipengele vitatu. Nimalizie rafiki, sehemu ya kwanza ya hekalu lilikuwa ni ua wa nje au takoti ua wa nje wenyewe, ulipatikana na vitu vichache vilivyokuwa mahali hapo. Utakuta katika ua wa nje kulikuwa na madhabahu ya sadaka za kuteketezwa, na katika ua wa nje watu wote waliingia, Israeli wote waliingia hapo, waliokuwa wamekuja ibadani walisimama hapo, walitoa wali wali sadaka hapo, ua wa nje. Na katika ua wa nje pia utakuta kuna birika la shaba. Hili birika lilikuwa na maji, natembea kwa haraka kidogo. Na haya maji makuhani walinawa kabla wajaingia hekaruni, walinawa mikono na miguu, ishara ya ku kasa ubatizo kujisafisha, ni ua wa nje. Sehemu ya pili ya hekalu iliitwa patakatifu, the holy place, na hapa makuhani tu ndio walioingia mahali hapo na hapo katika sehemu ya, ya patakatifu kulikuwa na vitu vitatu ambavyo vinapatikana. Kulikuwa na meza ya mikate ya uonyesho, mikate 12, iliyowakilisha kabila 12 za Israeli. Kitu cha pili, kulikuwa na kinara cha taa saba ambazo ziliwaka usiku na mchana. Taa saba hazikuzimika. Kulikuwa na watu wameajiriwa pale, mashemasi wao, kazi yao ni kuongeza mafuta kwenye taa, kazi yao ni kusafisha uchafu wa tambi, majivu, tambi zinapoungua katika patakatifu. Lakini kitu cha tatu kilichokuwa pale ni madhabahu ya uvumba ya kufukiza uvumba, the altar of incense, ambapo walikuwa wakitoa wakitoa wakitoa wakitoa uvumba, wakichoma uvumba, na huo uvumba moshi wake ulimaanisha ni maombi, watu walikuwa wakiomba. Sasa sikiliza, sehemu ya tatu ya hekalu ilikuwa inaitwa naosi, patakatifu papatakatifu wao kumbe Petro anaposema ninyi hamjui ya kuwa mili yenu ni hekalu, anatumia neno la osi. Mili yenu ni sehemu ya tatu, ni patakatifu papatakatifu. Na leo ninakwenda kukuonyesha katika juma hili kwa nini Mungu anasema mili yetu ni patakatifu papatakatifu. Ndugu zangu, hapo patakatifu papatakatifu hapo kwa sehemu ya kawaida sikiliza, nikwambie. Kwanza, hakuna mshiriki na muumini wa kawaida aliyekanyaga mahali pale. Hata makuhani wa kawaida hawakukanyaga mahali pale. Aliyeingia ni kuhani mkuu peke yake. Nisikilize, hata yeye alipaswa kujitakasa, ndipo aingie. Akiingia bila kujitakasa, alikufa. Ndiyo maana makuhani wakuu walifungwa minyororo, ndipo wanaingia pale, na wale waliobaki nje walikuwa wakitikisa ile minyororo kuangalia kama kuhani amekufa. wow. Hamjui ya kuwa miri yenu ni naosi? Oh, tungekuwa pamoja hapa ningekwambia tamka neno na osi. Manake patakatifu pa patakatifu kulikuwa na nini? Dakika mbili zilizobaki. Mahali hapa patakatifu pa patakatifu kulikuwa na nini? Kulikuwa na vitu viwili vikubwa, kimoja kilionekana, kimoja hakikuonekana kwa macho. Vitu viwili vikubwa, kitu cha kwanza patakatifu patakatifu kulikuwa na sanduku la agano. Ili sanduku la agano lilibeba vitu viwili, cha vitu vitatu samani. Kitu cha kwanza, sanduku la agano lilibeba mbao mbili za amri kumi humo ndani ya sanduku. Kitu cha pili kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipuka. Wao endelea kuja kwenye ibada hii, nitakwambia namna ambavyo Mungu ana mpango na mili yetu na maisha yetu yachipuke kama fimbo ya Haruni, namna ambavyo tulipaswa kuchipuka lakini tumejizuia wenyewe. Kitu cha tatu kilichokuwa kwenye sanduku la agano, kulikuwa na mana, ile chakula walicholishwa wana wa Israeli. Hakikuwa tu kiko nje nje, kilituzwa katika cha dhahabu. Kitu cha pili kilichokuwa patatifu ni kiti cha rehema. Hiki kilikuwa kionekani not, not visible. Kwa nini? Juu ya sanduku la agano kulikuwa na malaika wawili makerubi wamekutanisha mbawa hizi, na katikati yao kulikuwa na mwanga mkubwa. Ule mwanga unaitwa shekina, the glory of God. Na hiyo shekina, utukufu wa Mungu, ndiyo ilikuwa rehema hakionekani kwa macho, but it, it, it is there ndani ya mwili wako, ndani ya maisha yako, una shekina the glory of God. Na juma hili tunakwenda kujifunza namna ya kutumia shekina katika maisha yetu, namna ya kutumia fimbo ya Musa, fimbo ya Haruni iliyochipuka. Mungu akubariki unapopanga kuhudhuria kurudisha thamani iliyopotea. Au amjua kuwa mili yenu ni naos Mungu wetu wa mbinguni, tunatamani kuianza safari ya kuchimba makusudi ya kutupatia miili, maana ungetuumba kama roho, ungetuumba kama malaika wasioonekana, lakini ukatupatia miili. Ni ya kazi gani? ni naosi patakatifu pa patakatifu na sisi tunatamani vile vitu vilivyokuwa ndani ya patakatifu ikiwemo sanduku, na sanduku la agano ikiwemo shekina utukufu wako, tunatamani tuvione kwenye maisha yetu katika juma hili, tubariki sasa katika jina la Yesu Kristo, Amen.